Kwa sasa nikupeleke katika uzinduzi rasmi wa jengo la darasa kwa wanafunzi hawa na shughuli hii inafanyika hapa hapa kando ya shule hii. Mweshimua mheshimiwa mkuu wa mkoa, hadhara hii ya kwako na wananchi hawa leo wana furaha sana, ndio maana wameona, wazazi, wakazi wa eneo hili, walimu, watumishi wote, wamekusanyika hapa kwa ajili ya kukusikiliza wewe. Mimi nilikuwa hapa na hapa ni nyumbani. Leo watu hawa wanataka kusikia mgeni rasmi, lakini kwa niaba niwashukuru sana CRDB, Mungu awabariki wa sana. Asiyeshukuru kwa kikubwa au kidogo, asiye mshukuru mwanadamu anayemwona awezi kumshukuru mwenyezi Mungu. Tunawashukuru sana na Mungu awabariki. Mheshimiwa mkuu wa <coughs> mkoa, nikukaribishe hadharani ya kwako, karibu useme na wananchi wetu. <coughs> Napenda nichukue nafasi hii kuwashukuru sana benki yetu ya CRDB, asanteni sana. Benki ya CRDB, jambo hili wala sio jambo la kwanza. Tunajua mnavyofanya kwenye nchi yetu, mnavyoisaidia serikali, mnavyomsaidia kwa dhati Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan katika kuhakikisha mnaungana kuleta maendeleo. Mmesema mko kwenye nyanja kama tatu au zaidi. Moja ni elimu. Tumeona CRDB kwenye nchi yetu mnavyosaidia miradi mikubwa ya elimu, mnajenga shule, mnakarabati madarasa na kujenga madarasa, lakini mmekwenda mbali zaidi, mnatoa huduma kwenye afya Nimeona mnatoa mashuka mnatoa vitanda mnatoa kila kitu kwenye huduma za afya, lakini kwenye kwenye utunzaji wa mazingira tumeona hatua kubwa ambayo mmepiga Prof, umesema mmepanda miti Rombo, nami ni shahidi, nimeona. Kwa hiyo CRDB mnafanya kazi nzuri sana Shule ya Msingi Uswaa na wanafunzi wenye mahitaji maalum wapatao 26 wakiwemo wavulana 12 na wasichana 14 wanaosoma katika madarasa ya jumuishi. Ndugu mgeni rasmi, wanafunzi wenye mahitaji maalum hupangwa katika madarasa husika kutokana na aina zao za ulemavu, lakini kutokana na upungufu wa madarasa uliopo ililazimika wanafunzi hawa kusoma na wanafunzi wasio na mahitaji maalum katika darasa moja, hasa wale wenye ulemavu wa akili na usonji ambao kwa tabia zao hawana utulivu darasani. Kutokana na sababu hizo, mkurugenzi mtendaji alilazimika kuomba darasa la hawa kutoka CRDB benki ili waweze kupata huduma ya elimu na huduma nyingine katika mazingira rafiki. Nyuma yangu unawatazama, hili ni jengo la darasa la wanafunzi wenye mahitaji maalum, jengo ambalo limetolewa na benki ya CRDB ikitumia gharama ya milioni 25 kulihitimiza. kama benki ya CRDB tunaona ni muhimu sana na sisi kuweza kuwa na mchango katika kusaidia changamoto hizi. kuweza kuzipunguza tu kwa kiasi na ndio maana tumeweza kujibu wito ambao ulitolewa tuliombwa na kuweza kuhakikisha tumeweza kuweka darasa hili moja. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika muktadha wa changamoto ambazo tumezisema, halmashauri ileta ombi hili na tuliweza kuichakata, na naomba nisirudie tena kusema hapa sema, kwa sababu mwalimu mkuu ameshasema changamoto mm -hmm. zilizotajwa na Mwalimu John Mgalula. Benki ya CRDB imeanza kuzipunguza moja baada ya jingine. mm -hmm. Benki hii imetoa e, msaada pia wa television like, na ujenzi wa madarasa mengine katika shule hii ya Uswaa. Kutoka hapa shule ya msingi ya Uswaa iliyopo kata ya Machame Uroki, wilaya Hai hai, mkoani Kilimanjaro, mimi ni Dickson Busagaga busegaga wa Clouds TV.